Dokta Rafiki, huduma bora ya afya, karibu yako. All right, karibu sana kwenye elimu ya afya na mimi Dokta Rafiki. Leo tutaenda kuzungumzia swali ambalo limekuwa changamoto kubwa kwa watu wengi: kwa nini maambukizi ya njia ya mkojo, yaani UTI, hujirudia mara kwa mara hata baada ya kutumia dawa? Kuna baadhi ya watu wanatumia dawa vizuri, wanapona kabisa, lakini baada ya wiki chache au hata mwezi mmoja, dalili zile zile zinajirudia tena kama maumivu wakati wa kukojoa, maumivu ya chini ya tumbo au kukojoa mara kwa mara. Hali hii huwa inawachanganya sana watu wengi na wengi huanza kuzani pengine dawa hazikufanya kazi vizuri au labda kuna tatizo kubwa jingine lisilojulikana. Lakini ukweli ni huu, si dawa pekee zinazoamua kuwa UTI itapona au kurudi. Kuna sababu mbalimbali mbali ambazo zikiachwa bila kushughulikiwa hufanya UTI kuendelea kujirudia tena na tena. Katika video hii tutaongelea sababu sita zinazoweza kusababisha UTI kujirudia mara kwa mara. Lakini kabla hatujaangalia sababu hizo, tuelewe kwanza maana ya UTI. UTI ni kifupi cha neno urinary tract infection. Kwa lugha yetu ya Kiswahili, maana yake ni maambukizi ya kwenye njia ya mkojo. Maambukizi haya yanaweza kutokea kuanzia kwenye mrija wa kutoa mkojo, kibofu cha mkojo, hadi kwenye figo. Kama umewahi kupata ugonjwa huu wa UTI hata mara moja au unateseka na ugonjwa huu mara kwa mara, basi elimu hii ni muhimu sana kwako. Karibu sana, tujifunze pamoja. Hakikisha umesubscribe chaneli yetu, ili wa kwanza kupata masomo yetu ya afya tunayoweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Okay, sasa sababu ya kwanza ya UTI kujirudia rudia ni kutopona vizuri kwenye matibabu ya mwanzo. Ngoja nikwambie ukweli ambao watu wengi huwa hawafahamu kuhusu UTI. Unapopewa dawa za kutibu UTI kuna muda maalum unatakiwa kumaliza dawa hizo. Lakini shida inakuja pale mtu anapoanza kujisikia vizuri, hata kabla hajamaliza dosi, alafu anasema nimepona, kisha anaacha dawa. Lakini unatakiwa kufahamu kuwa vijidudu vya UTI huwa havifi kirahisi hivyo kama unavyozani vina uwezo wa kujificha mwilini. Pale tu unapoacha dawa kabla ya muda, vinaendelea kuishi kimya kimya na kuzaliana, na baada ya muda dalili zile zile zinarudi tena. Ndio maana unamkuta mtu anasema UTI inarudia kila wakati, kumbe hakumaliza dawa zake vizuri. Sasa ukitaka UTI hicho kabisa, lazima umalize dozi kamili, hata kama umeanza kujisikia vizuri au umepona. Sababu ya pili ya UTI kujirudia rudia ni kutopata uchunguzi wa vipimo sahihi. Kuna watu wanapopata dalili za UTI kama kukojoa mara kwa mara, maumivu wakati wa kukojoa, au mkojo kuwa na harufu mbaya, wanakimbilia kununua dawa kwenye duka la dawa bila kufanyiwa vipimo. Shida ni kwamba dalili hizo zinaweza kusababishwa na vijidudu tofauti. Sasa kama hujafanyiwa uchunguzi, unaweza kupewa dawa isiyo sahihi kwa aina ya vijidudu ulivyonavyo na hata kama dawa ina nguvu, kama sio kwa lile kundi la vijidudu linalokusumbua, bado hautaondoa tatizo. Matukio yake unajisikia poa kwa muda, lakini ndani ya wiki moja au mbili, hali hiyo inarudi kama mwanzo. Ndio maana unakuta mtu anasema, nimeshapewa dawa nyingi sana, lakini UTI hainiishi. Kumbe unakuta hajawai kufanyiwa kipimo cha mkojo ili kujua UTI ipo kiasi gani na vijidudu vya aina gani. Hivyo basi ukipata dalili za ugonjwa wa UTI, nenda ukapimwe kwanza, usikimbilie dawa bila kufanyiwa uchunguzi sahihi. Sababu ya tatu ya UTI kujirudiarudia ni usafi wa sehemu za siri kama hautazingatiwa vizuri. Watu wengi huamini kwamba UTI ni tatizo linaloanzia ndani ya mwili, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi chanzo chake huwa ni kwenye namna mtu anavyoshughulikia usafi wa sehemu zake za, za siri. Kwa mfano, kwa wanawake njia ya haja kubwa na njia ya mkojo ziko karibu sana. Sasa kama mtu anajisafisha vibaya, yaani kutoka nyuma kwenda mbele, anahamisha vijidudu kutoka kwenye njia ya haja kubwa hadi kwenye njia ya mkojo, na hayo huwa ni mazingira mazuri sana kwa vijidudu vya UTI kuingia mwilini na kusababisha maambukizi. Pia kuna tabia ya kutumia sabuni kali au dawa za kusafishia ukeni ambazo zinavuruga mazingira ya asili ya uke. Uke huwa una bakteria wazuri wa kujilinda, lakini sabuni kali kuharibu kinga hizo, na matokeo yake vijidudu vya UTI vinaingia kwa urahisi na kusababisha kurudi kwa maambukizi. Wengine pia huvaa chupi za nylon zinazobana sana au nguo za kubana kwa muda mrefu. Hizi huweka unyevunyevu wa muda mrefu kwenye sehemu za siri. Unyevunyevu huu unafanya sehemu hizo kuwa na joto ambalo ni mazingira mazuri kwa vijidudu kuzaliana. Lakini pia kuna tabia nyingine ambayo watu wengi huidharau, ya kujizuia kukojoa kwa muda mrefu. Mtu anahisi kabisa kwenda kukojoa, lakini anasema nitakojoa baadaye. Hii husababisha mkojo kukusanyika na kuwa nafasi ya kukaa kwa vijidudu kwa muda mrefu, wakati mkojo wenyewe ndio kinga ya kwanza inayosafisha njia ya mkojo kila unapoenda kukojoa. Kwa hiyo hata kama ukimeza dawa vizuri kiasi gani, kama huzingatii usafi na tabia hizi kila siku, UTI itakuwa na kurudia rudia mara kwa mara. Kwa hiyo kuwa msafi, vaa nguo zinazopitisha hewa vizuri, jisafishe kwa utaratibu sahihi, yani kutokea mbele kwenda nyuma, na usijizuie kukojoa bila sababu ya msingi. Sababu ya nne ya UTI kujirudiarudia ni mahusiano ya kimwili bila tahadhari. Moja ya sababu zinazochangia sana UTI kujirudia rudia, hasa kwa wanawake, ni tendo la ndoa au mahusiano ya kimwili bila kuchukua tahadhari. Wakati wa tendo la ndoa, kuna msuguano unaotokea karibu kabisa na njia ya mkojo. Msuguano huu unaweza kusababisha vijidudu vilivyoko kwenye ngozi au sehemu za siri, hata kwenye mkono wa mtu kusukuma hadi kwenye njia ya mkojo. Kama mtu wa kukojoa mara baada ya tendo la ndoa basi, yale maji ya kwanza ya mkojo hayatasaidia kusafisha viridudu vilivyoingia, na hivyo vinapata nafasi ya kuingia ndani na kuanza kuzaliana. Vilevile vile kutumia vitu kama mate, losheni au vifaa vingine kama sehemu ya tendo bila kuwa na usafi wa kutosha huongeza uwezekano wa maambukizi. Pia kuna tabia ya baadhi ya watu kuwa na wapenzi zaidi ya mmoja au mahusiano bila kufanyia uchunguzi wa afya ya uzazi. Hii pia inatoa nafasi ya viridudu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kama una tatizo la UTI kujirudia mara kwa mara na upo kwenye mahusiano ya kimwili, ni muhimu sana uwe unajisafisha vizuri kabla na baada ya tendo la ndoa, uwe unajisaidia haja ndogo baada ya tendo la ndoa na ufanywe vipimo mara kwa mara pamoja na mwenzi wako. Kumbuka, kinga ni bora kuliko tiba. Sababu ya tano ya UTI kujirudia rudia ni magonjwa mengine yanayoshusha kinga ya mwili. Kuna baadhi ya watu huwa wanashangaa, mbona anafanya usafi vizuri, natumia dawa vizuri, lakini UTI haiponi kabisa. Sasa mara nyingine tatizo linakuwa huenda haliko kwenye dawa wala usafi, lipo kwenye kinga ya mwili. Kama mtu ana magonjwa yanayoshusha kinga ya mwili kama vile kisukari, yaani diabetes mellitus, maambukizi sugu kama HIV au kama anatumia dawa za kudhibiti kinga ya mwili, magondyo ya mwili kama wagonjwa wa saratani au wenye matatizo ya figo, mwili wake unakuwa hauna nguvu ya kupambana na vijidudu vya UTI hata baada ya kutumia dawa. Kwa mfano mtu mwenye kisukari, kiwango cha sukari kwenye damu kikizidi, huwa kinatoa mazingira mazuri ya vijidudu kukua. Hata kama ukitumia dawa, kama sukari iko juu, mwili hauwezi kupigana ifasavyo na vijidudu hivyo. Na pia mtu mwenye kinga dhaifu anaweza kuambukizwa kirahisi tena hata baada ya kupona, kwa sababu kinga ya mwili wake inakuwa si mara kujilinda na maambukizi. Kwa hiyo, kama una UTI ambayo inakurudia mara kwa mara, ni muhimu sana kupima afya kwa ujumla, si kupima UTI pekee. Angalia kama una kisukari, tatizo la kinga au magonjwa mengine yanayoathiri mwili kupambana na vijidudu. Usitibu tu dalili, tambua mzizi wa tatizo lako. Sababu ya sita ya UTI kujirudiarudia ni kutokunywa maji ya kutosha. Watu wengi huwa hawajui kuwa hata kitu rahisi kama kunywa maji kina mchango mkubwa sana kwenye afya ya njia ya mkojo. Mwili unapopata maji ya kutosha, unazalisha mkojo wa kutosha, na mkojo huo unasaidia kusafisha njia ya mkojo kila unapojisaidia haja ndogo Unapofanya hivyo ni kama vile unavyonawa mikono na maji safi, ndivyo hivyo mkojo unavyosafisha vijidudu kwenye njia ya mkojo. Lakini kama mtu hani maji ya kutosha, mkojo unakuwa kidogo, na njia ya mkojo inakuwa mazingira mazuri kwa vijidudu kuzaliana bila kusukumwa nje. Hii ndio sababu watu wengi wanaopata ugonjwa wa UTI unaojirudia mara kwa mara wanashauriwa kunywa maji mengi ya kutosha kila siku. Lakini kuna wengine wanakunywa vinywaji vya sukari au soda, wakizani ni sawa na maji lakini sukari iliyomo kwenye vinywaji hivyo inachochea zaidi vidudu kukua. Kwa hiyo njia nzuri ya kiafya ni kuepuka vinywaji vyenye sukari nyingi na kunywa maji safi na salama. Kwa hiyo, kama unapata UTI mara kwa mara, jiulize, leo nimekunywa glasi ngapi za maji? Inaweza kuwa hiyo ndio sababu inayokusababishia kupata ugonjwa wa UTI mara kwa mara. Hebu sasa tuandikie katika comment. Ni sababu ipi nyingine ambayo unaifahamu ambao inaweza kupelekea UTI kujirudia mara kwa mara. Lakini pia hakikisha umesubscribe channel yetu kwa masomo zaidi ya afya na kama unahitaji ushauri wa kitaalamu na matibabu kuhusu UTI au changamoto zingine za kiafya, unaweza kuwasiliana nami, Daktari Rafiki. Asante sana kwa kunisikiliza mwanzo hadi mwisho wa somo hili, tukutane tena kwenye somo lijalo. Mimi ni daktari wako, Daktari Rafiki.